alaikum shekhe, Allah akuhifadhi. Tumesikia matangazo yenu juu ya kongamano linalotarajiwa kufanyika Mwanza mwezi Juni. Tulichostaajabu ni kuona baadhi ya wa washiriki na madai wa kongamano hilo ni Shekh Nurdin Kishki na tv yake. Tuliasikia miaka ya nyuma juu ya kumkata shekhe huyu na kutoshirikiana naye kutokana na mikhalafa aliyonayo ikiwemo kushirikiana na mapote mapotovu kama maibadhi. Je, amerejea na kutubia kiasi cha kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano naye? anaitwa Saifullah wa Tanga. Naam, taarifa alizotoa muulizaji zina ukweli kiasi kikubwa mm. kwamba kweli kum, kwanza ifahamike kwamba kulikuwa na makubaliano ya wanasuna wa Afrika Mashariki mm. kufanya kongamano la kielimu kwa maana ya kuwaita watu kutoka sehemu mbalimbali, iwe ndani ya ule mji wa kongamano au nje mm waje kunufaika na mashehe mbalimbali unaotoka nchi za Afrika Mashariki. Ilikuwa imejumuisha Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na baadhi ya wakati wanakuja mpaka Kongo sema ndiyo. Kongo kwa sababu ya matatizo ya kiamani kule huwa mara nyingi hawaji, lakini hizi nchi nilizozitaja nne nne hizi huwa wanashiriki. Sasa mwaka jana tulipofanya kongamano, kongamano huwa tuna kawaida kabla ya kwisha wanaulizwa watu wa, kutoka zile nchi nani mwaka huu atabeba jukumu kuanda, la kuandaa kongamano? Mm. Sasa mwaka jana walipata ghera kubwa sana watu wa Mwanza. Mm. kwa sababu walikuja watu wengi kutoka Mwanza pia. Mm. Wakasema kwa kifua kwamba bwana, sisi safari hii kongamano twalibeba sisi. Mm. kwa hiyo wakenda wakakaa kama ilivyokuwa hapa tuna taasisi nyingi za sunna lakini Answari tuliamua kujitolea, ndio kwamba sisi tutabeba uzito wa kupokea wageni na wahadhiri na kila kitu. Kwa hiyo kule mwanza kukawa na na na, na taasisi moja ya wanasunna inaitwa Safina, ndio unaona mm. kwa hiyo wao walipofika kule mwanzo wa mwaka wameanza kufanya, kufanya maandalizi mm. hivi karibuni sasa ndio wakaanza kutoa matangazo kutaja tarehe nafikiri itakuwa mwezi wa sita tarehe ishirini saba ishirini nane na ishirini tisa kama sijasahau sahau, mm. wakawa wanatoa sasa matangazo ya mashekhe watakaohudhuria naona mm. kweli tukaona mashekhe, lakini sasa kwenye magrupu yetu tulikuwa na hadhari ya ku mpaka tupate mtu tunayemwamini ndio tunatangaza mm. list. Sasa katika bahati mbaya ni kwamba S tulikuta kuna tangazo la shekhe aliyetajwa hapa, Shekhe Kishki kwamba mm. atahudhuria mm. Hili kwa hakika lilitufanya tuache hata kutangaza mm -hmm. kwa sababu msimamo wetu uko wazi, sisi hatushirikiana na huyu bwana pale ambapo alipokwenda kushirikiana na watu ambao ni wa, kwa sababu hili kongamano la wanasunna, unaona si eti la waislamu kwa ujumla Mjio wakati huyu bwana alitangaza kwamba anashirikiana na maibadhi, anawaona ni wenzawe katika, katika dawa. Kwa hiyo anaweza akashirikiana mkono kwa mkono mpaka Bebo. Akafanya mambo mengi ya kuonyesha kwamba bali mpaka sasa na msimamo wake ule ule. Ni juzi hmm. tu nimesikia hutuba ya Ijumaa hmm. anazungumzia um, umuhimu wa Waislamu kwa kitu kimoja bila kujali madhehebu. Sasa ukizungumza lugha namna hii sisi wanasuna kwa nini twasema ni kongamano la sunna? mm. kwa sababu tunaamini tunazungumza jambo ambalo halisi ni la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunajiepusha na bid'a. mm. kwa hiyo tunakataa kuwakaribisha watu watakueneza bid'a. mm. au hata kama wakueneza bid'a, kumleta mtu anafahamika mtu wa bid'a, inafanya watu waone kwamba hawa watu wamewakubali hawa, mbona tena wamewalika? mm sasa huyu shekhe aliyetajwa hapa ana tabia ya kushirikiana na hawa watu wa bidhaa, unaona eh, na mojawapo ni hiyo, liko wazi likuwa mm. kwamba ameshirikiana na maibadhi, wakati sisi tunaamini watu wa Sunna sisi na maibadhi kwa upande wa itikadi tuna tofauti tena tabisa kubwa. Unaona, sisi tunasema bidaa zao ni mkafira kuna mm. baadhi ya mambo ambayo tunaona kwamba wao hawako kwenye mstari wetu, mm. hatuwakufurishi mm, lakini asaani watu wa bidaa tulisema wazi kabisa kwa hiyo sasa kumwita mtu huyu, wakati si tulishahadharisha huko nyuma, hatutomwacha kuingia kueneza fikra hizi mm. Sasa vipi hawa wenzetu wame sasa mle ndani kuna baadhi ya wawakilishi wetu sisi watu answari, tukawahoji mm. unaona kwamba mbona hivi, mbona matangazo hayo, wakasema wacha tutaulizia, kuulizia sasa yule mwenyekiti nimesahau jina lake, niliandika mwenyekiti mm, wa ile taasisi alivyojua kwamba shekhe analiuliza hili swala akatafuta njia ya mawasiliano. Hivi ninavyokuambia leo, kwenye milango ya saa tano nusu nimezungumza naye mm, kwa simu. Kuna mtu alimtuma aje kunieleza ya kongamano. Mame. Lakini twasikia kuna kijana wetu mmoja wa mambo ya mitandao, kabla hata mimi sijamwidhinisha, akatangaza tangaza tuma kutoa majina ya mashehe hata nyema moja. Kwa hiyo bwana tumemee ule kwa hiyo hilo tangazo hali kwa pamoja na watu wote hatutokuwa na watu sambuli hiyo katika Mm. Saa, tunaruhusu watu wetu wanasuna wetu wote wa taasisi ya vijana wa Ansaar wajiandae na msafara wa kuelekea mm. Eh, nafikiri tutakuwa inaweza ikazungumza sasa. Wa, wa, wa kumkata shekhe huyu? No. Si tumelisema kwenye ile barua? No, pindi akirudi katika njia ya sawa. Ndio. Fa ba ahlan wa salam mm. Namkaribisha. Sisi hatuna tabia kama majadida tukimkata mtu mpaka afe ha, akirudi katika njia sawa. Jamani, kweli kuna zalla mm, naona litedeza kidogo eh, lakini sasa akiendelea na inadi na nini, tutabaki hivi hivi mm? Mm, dawa yetu nakwenda kama kawaida na sio yeye tu mm. Hata hivi sasa kumeanza kujitokeza tokeza mashekhe wanaojinasibisha na sunna wameanza kuingia fani hiyo kuna shekhe twamjua sana sisi kijana mm. Ameanza kufanya makongamano kishirikiana na watu wa bidaa, tena vingungi vya watu wa bidaa Afrika Mashariki. Subhanallah, huyu kwa hakika katuacha katika alama za kuuliza, wala hatuna hamu ya kumwita tena hivi sasa. Subhanallah, kwa hiyo liwe ni onyo kwa kila shekhe anaojiita kwamba ni mtu wa Sunna mm. Akiwa na mifumo hiyo, wala asitake kuja kwenye taasisi yetu wala misikiti yetu mm. Hatuwezi kukubali kabisa. Sisi kama tunataka umoja huu uliokuwa feki hmm. umoja wa habili nabili, tungewaita Mashia, Mabohora otu na nini wote hmm. wakazungumza kabisa. Na kama kweli watu wanataka umoja, mbona kuna misikiti ya Shafii, mbona kuna misikiti ya Ibadhi hmm. mbona kuna misikiti ya Bohora hmm. waende. Huyo shekhe mkuu anajiona yeye aambie, eh, jamani, sasa futeni kwenye misikiti yenu msikiti wa Bohora na sote tusali pamoja He, kabisa atakiingia kwenye msikiti akuta bohora ndo anaswalisha aswali. <laughs>